Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki kwa kufungua channel yangu ya YouTube. ya YouTube. Mungu akubariki kwa ndio kufuatia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kitu chenye jumbe mwana Yesu anaomba unao, uh, sema kwamba alijaribiwa sawa sawa na sisi. Alijaribiwa sawa sawa na sisi. Na Roho Mtakatifu kuhudumia kwenye mafundisho haya, mafundisho yakafanyika msaada kwako kwa katika jina la Yesu. Tunaposoma kwenye Wabrania 4:15. Maandiko yanasema bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote. Bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote lakini, uh, bali hakufanya dhambi. Bali hakufanya dhambi. Alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote lakini hakutenda dhambi, lakini hakufanya dhambi. tunaposoma habari za Yesu tunaposoma habari za Yesu. Wakati mwingine, watu wanaweza kuhalalisha maisha fulani, mfumo fulani wa maisha, kwa sababu anafikiri Yesu aliishi maisha aliyoishi maisha kwa sababu yeye ya alikuwa ni mwana wa Mungu. Lakini kumbuka ya kwamba Yesu alikuwa mwanadamu asilimia mia na alikuwa Mungu asilimia mia. Alikuwa Mungu asilimia mia. Nakumbuka pia tunaposoma kwenye Zaburi 82 kuanzia mstari wa sita maandiko anasema kwamba ninyi ndinyi miungu na wana waliye juu. kwa hata sisi Biblia amesema kwamba asili ya Mungu asema, sisi ni miungu pia, ni miungu pia, na kama sisi ni miungu, maana yake tuna uwezo wa kuishi maisha matakatifu kama ambavyo Yesu aliishi maisha matakatifu. Yesu akitoa asili ya ya malaika alitoa asili ya mwanadamu, alitoa asili ya mwanadamu, na kama Yesu aliweza kuishi maisha matakatifu kama Yesu alijaribiwa lakini alijaribiwa sawa sawa na sisi, sio kwamba namna unavyojaribiwa wewe ni tofauti na Yesu alivyojaribiwa. Yesu alijaribiwa sawa sawa na sisi lakini hakutenda dhambi. Alibeba mwili huu huu ambao wewe umeubeba. Sio kwamba Yesu alikuja na mwili kutoka mbinguni, alikuja alibeba, alikuwa na mwili huu huu. Nalikuwa na alikuwa na Roho Mtakatifu kama wewe ulivyo na Roho Mtakatifu, ndicho kilichomwezesha yeye kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi hata alipojaribiwa alipojaribiwa hakuweza kufanya dhambi. Anasema bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote, lakini ya kutenda dhambi, bali ya kufanya dhambi. Kwa kutenda dhambi kwako sio excuse. Hatuna sababu ya msingi yoyote ile ya kuishi maisha ya dhambi, hatuna sababu yote, yote ya msingi ya kuishi maisha ya dhambi. Tunaye roho mtakatifu kama ambavyo Yesu alikuwa na roho mtakatifu alijaribiwa sawa sawa nasisi. Na sisi na maandiko pia anasema kwamba Yesu alitwaa asili ya Abrahamu, asili ya mwanadamu, asili ya mwanadamu. Alikuwa na mwili kama wewe ulivyo na mwili. Kumbuka kwamba wewe ni roho, wewe ni roho, una nafsi na unakaa ndani ya mwili. Roho Mtakatifu aliyomwezesha Yesu kuishi maisha Uh, kuishi maisha ushindi ya ushindi dhidi ya dhambi ndio huyo Roho Mtakatifu aliyopo ndani yako. Kumbuka maandiko yanasema kwamba mimi na Baba yangu tutaweka makao kwako. Tutaweka makao kwako. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu yupo ndani yako ili kukuwezesha kuishi maisha ya ushindi ili kukuwezesha kushinda majaribu kama ambavyo alivyomwezesha Yesu Kristo kushinda majaribu. Kushinda majaribu inawezekana kabisa kuishi maisha matakatifu. Petro anasema kwamba tumefanyika washirika wa tabia za uungu. Tumefanyika washirika wa tabia za uungu. Ulipookoka umefanyika mshirika wa tabia za za za tabia za, za, za. Tumefanyika washirika wa tabia za uungu. Ulipookoka umefanyika mshirika wa tabia za uungu. Asili ya Mungu ipo ndani yako, uwezo wa kiungu upo ndani yako, ambao unakuwezesha kushinda kushinda majaribu majaribu, kushinda majaribu, kushinda majaribu. Paulo anasema tukijua neno hili, tunaposoma kwenye warumi Warumi sita, kwamba tukijua neno hili ya kwamba utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena, kwa ulipookoka, utu wako wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo na mwili wa dhambi ulikuwa neutralized, mwili wa dhambi ulidhofishwa, ili wewe usije ukatumikia dhambi tena. Ulipookoka wewe ni mufu kwa habari ya dhambi na ni hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Tunaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Yupo Roho Mtakatifu anayetuwezesha kushinda majaribu. Huyu Roho Mtakatifu aliyemwezesha Yesu Kristo kushinda majaribu yupo ndani yetu. Mungu akubariki kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka Yesu alijaribiwa kama wewe katika mambo kama wewe katika mambo yote, lakini hakutenda dhambi. Na wewe unao uwezo wa kuishi maisha matakatifu. Na Roho Mtakatifu akuwezeshe kuishi maisha ya utaua siku zote. Roho Mtakatifu akuwezeshe kuishi maisha ushindi dhidi ya dhambi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth la hai. Neema ya kuishi maisha matakatifu na iwe juu yako. Neema ya kuishi maisha ya utaua iwe juu yako. Neema ya kuishi maisha ya kujitunza na ina iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth la hai. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya na neema ya kuishi neno Mungu isiondoke juu yako katika jina la Yesu, Amen.